Huduma kadhaa za serikali zilitatizwa kutwa, uh, jana baada ya tovuti za wizara mbalimbali mbali kudukuliwa mapema uh, uh, siku hii ya Jumatatu. Aidha, udukuzi huo ulioonekana kupangwa na kuathiri wizara za afya, usalama, maji, elimu na hata leba na kutatiza utoaji wa huduma katika idara hizo za serikali. Katibu wa usalama Raymond Omollo ametaja kundi lililohusika na udukuzi huo. Tovuti za wizara ya usalama wa ndani